Teknolojia kama vile Jack na wazazi wake kutumia Skype imesawiri sifa ya bwana na Bikalia ya kuwa matajiri. yeah, good. Yeah, amalia, amalia. Teknolojia kwa mfano, runinga me, mechimuza maudhui ya, maudhui ya kazi ama uwajibikaji pale ambapo siri anaonyeshwa kwenye runinga baada ya mashindano kwa mtihani waliofanywa na wenzake. Aha, uh -huh. Teknolojia kwa mfano simu imechimuza maudhui ya mawasiliano pale ambapo bwana Kalia anawasiliana na Jack kupitia simu. Selfie selfie flash. Selfie flash. Hakikisha una rekodi hoja zenyewe mahali iniorafu eh? ili unapokwenda kufanya zoezi usi, unagonga nje. Haya, Vanessa, hadithi ya kutoba ya Kalia imechimuza maudhui ya teknolojia kwani pale studioni Bigatoni anawaambia watazamaji kuwa kuchangia kupitia kwa Twitter na Facebook. Mwingine naona tunazidi kunoga. Njo haya Hillary, kisha tola. hmm. teknolojia, teknolojia. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> Runinga hmm, imechunguza maumia mawasiliano ambapo Gatoni anawa anawakilisha ana bwana kalea ikalea na ja ili kuwasiliana na siri katika mtandao uh. Hilary amegonga, ndipo tola anapokuja mpe Hilary, anda selfie flash ya Hilary, aha, iende. Asante. Teknolojia, kwa mfano kiatu, imetimiza maudhui ya kazi ambapo Jaka anaanzishiwa biashara ya kuuza viatu. Aha. kwa hivyo sema ni Masu mm. Footwares. Aya, haya, Sheril anakuja kutunogezea hoja Kuhusiana, kumbuka, swali linasema teknolojia imechimuza maudhui ya mawasiliano. Kuradhi, teknolojia na sayansi imechangia pakubwa katika kujenga hadithi ya Toba ya Kalia na Douglas Ogutu. Tetea ukweli wa kauli Tunapata jaka anaitwa kwake nyumbani, bwana Kalia, ambapo anaunganisha mtambo na, na kuhakikisha wa, wanaweza kuojiwa na kuonana vipasavyo. Aha, kwa hivyo maudhui inayokuzwa ni gani? Ushirikiano. Usirikia, maudhui ya ushirikia Shirikia. Washington pia anayo hoja <coughs> kuhusiana na swali lenyewe, swali la insha. Hadithi ya toba ya Kalia imechimuza maudhui ya mawasiliano pale ambapo, oh, pale ambapo usiri alienda studioni kutubu eh, kile baba, babake alimfanyia ali jana. Uhum. Kwa hivyoamelewa iwapo Vanessa atakuja na hoja nyingine yenye mshiko. Adidhi ya toba ya Kalia imechunuza maudhui ya elimu kwani Jack ana anakuwa na mawazo ya formula fulani na baadaye inaandikwa vitabuni, Jack, kwa hivyo maudhui ni gani? Ni maudhui ya sayansi, hmm. Ya maudhui ya sayansi ya elimu. Formula ya Jack inaweza kuchapishwa kwenye vitabu na kusaidia katika utatuzi wa changamoto za kihisabati kwa wasomaji chipukizi. Aha, je, kuna hoja nyingine yoyote inayoafikiana na insha yetu? Sayansi na teknolojia imetumika pakubwa katika kujenga ploti ya hadithi fupi Toba ya Kalia. Naye Douglas Ogutu kuku anayohoja pia, mtindo wa sayansi katika hadithi Toba ya Kalia inachimuza maudhui ya masomo ambapo shule wanaosoma siri na Jaki inashiriki katika mashindano ya kisayansi. Asante.